Katika hali ngumu katika wakati wa sasa, sisi Waislamu, Waislamu, sisi Waislamu tumekuwa katika hali ngumu katika wakati wa sasa, na sababu kubwa ni haya mambo mawili kupatikana katika jamii yetu, watu wa sampuli mbili, wanawachuoni na wasomi waovu, na wasomi waovu na wajinga wenye kufanya ibada. Hivi ni vitu viwili vibaya vikiingia katika umma basi umma katika hatari kubwa, na kila mmoja katika sisi kwa nafsi yake ni shahidi juu ya hilo. Hawa wajinga wenye kufanya ibada ni wengi sana, sikwambii wajinga wasiofanya ibada. Mjinga alafu afanye ibada, aabudu hivyo hivyo kijinga jinga, hamjui mola wake. Na hakuna ujinga mkubwa zaidi kama mtu kutokijua kitabu cha mola wake Qurani na hawa ndio wengi katika Waislamu, wengi katika vijana. Ukiwaona mashaallah, ni mtu mwana safi, sura yake nzuri, avaa vizuri, ajiheshimu, katika mujitama anaheshimiwa, lakini ukimtazama, hajui kusoma Quran. Heshima hiyo utaipata vipi wewe, hujui kusoma Quran? Utamwona mzee, mtu mzima, anakadhimishwa katika mambo. Tafadhali karibu, watu akija watuwena kaingia mtu si kijitu, lakini hajui kusoma Qurani. Na kama ajua kusoma ajua kulipua lipua tu, la yuqimu hurufa, hawezi kusimamisha hurufu za Quran. Na kama atalimudu hilo, basi pengine hajui maana ya Qurani, hajui tafsiri yake, asoma tu. Sasa haya ni matatizo haya ni matatizo makubwa ambayo yatufanya sisi tuingie katika balaa. Sasa hebu jaribu kupita na kupeleleza kuuliza, kwa nini Waislamu waliozaliwa katika Uislamu hasa wengi wao hawajui kusoma Qurani? Kitu gani kilichowafanya waingie katika hilo? Ni kwa sababu hakuna misikiti ya watu kwenda kusoma? Madarisi hakuna? Au ni kitu gani? Hakuna wakati? hakuna nini? Ukipeleleza na ukifuatilia utakuta hakuna kizuizi chochote. Hiyo misikiti hii ni watu waingia kuswali na kutoka, wakati mwingi watu wamaliza katika maskani zao, katika sehemu za lahu, katika sehemu za lahu, katika mambo ya porojo, katika michezo, katika vitu visivyokuwa na faida, katika mativi, watu wakitazama mativi kila wakati msalsalati na vitu mbalimbali Bongo movies zina vitu gani, watu waangalie kila wakati, lakini hawezi kupata wakati wa kukaa kumwambia mwalimu nifundishe Qur'an. Ikifunguliwa darasa ya Qur'an, tena mawaidha kama hivi, msikiti hutapata mahali pa kukaa na wengine kama vile wanaona kwa madirishani. Lakini weka darasa ya Qur'an, kama utaona mtu na hajui, hajui kusema Qur'an na wala hana mpango wa kujua, hataki kusikia habari hiyo pale Qur'an na watoto hawa ndio watu wanaoharibu umma huu wa Muhammad, kwa sababu maangamivu hayaji isipokuwa kwa ujinga, ujinga kisha kithiri. Ina maana kama hujui kitabu hicho cha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukasimama kukisoma kitabu hiki. Na waliosifiwa kwa kheri ni wale ambao wanaisoma Qur'ani haqqa tilawatihi wanaosoma Qurani ana llaili wa atraf lnahar na tilawa. Ina maana pia vilivili ya mutabaa kuifuata Qurani. Nususi siko nyingi, lakini kwa sababu nimekusudia kuzungumza kwa mukhtasar, ntakuwa nazungumza kwa ujumla. Aliyozungumza Shekh Abu Hashim yametosheleza katika nususi kutilia mkazo katika hili, lakini ujinga umekithiri katika miji yetu. Ujinga umekithiri ndani ya nyumba za Waislamu. Kwa sababu ya ujinga, watu wakawa hawajui itikadi yao sahihi kuhusu mola wao. Watu hawajui, hawamjui mtume wao sallallahu alayhi wasallam na haki zake vile navyotakiwa. Watu wanaojua wao ni kwa njia ya kurithi, tukasikia mtu fulani kasema, basi naye apokea tu. Watu hawajui namna ya kumuabudu mola wao na utekelezaji wa ibada. Utazama watu wengi katika swala zao, wanaswali kwa kuiga lakini lao mathalan, utatia mtihani kwa watu kumwambia fulani, hebu simama swali kwa sauti tusikie, pale unaposwali wewe wasemaje tukusikie. Ndio utakapoona kwamba watu wanafanya wanatukana ndani ya swala, badala ya kumwadhirisha mola wao pengine wakawa wamtukana Allah tabaraka wataala, kwa sababu Qurani waisoma makosa, adhkari hawazileti sawasawa, au uzushi umekidhiri, yale yaliyofunza yali, yali, Mtume a sala hayapo, watu wanayao mingine swala zao zimekuwa si za kuigaiga. Hili ni tatizo, utaliona kwa namna ya kuabudu pia. Jambo ha, hili hulipati misingi ya kuongoza katika haki na kujua hii ni batili, hilo pia utakuta halijulikani, kwa sababu wakati tuliokuwa nao wazungumzaji wa, wa wamekuwa wengi, vijogoo vimekuwa vingi, na vijogoo vikiwa vingi usiku waharibika. Sasa wazungumzaji wengi sana wao si wa kweli, hawana elimu, lakini kwa sababu wewe hujui, wewe waangalia milindimu ya sauti inavyotoka ikikukuna katika nafsi yako, sababu mashallah, yule kiboko yule, yule, mi nampenda sana yule, lakini huna kigezo chochote kujua kwamba asema haki ya ubati, kiboko yale kazi yako wewe kusifia sifia tu, lakini huna mizani ya kujua kwamba huyu kazungumza haki au batili. Sasa unapokuja mambo ya khilafu na migongano, hawa wasema hivi wasema hivi, ndipo utakapoona sasa kwamba huyu ni dhaifu. Watu wengi utasikia sasa, mashekhe bwana, itabidi mkae bwana, mzungumze mambo ya mwana matutatiza, sisi wajinga maamuma matutatiza. Sasa nyinyi sisi, kwa nini? Kwa nini utatizwe? kwani hii dini milikia nani? Ndio maana sisi katika daawa yetu, daawa ya Ahlusunnat Waljamaa, twahimiza kwamba msingi mkubwa kabisa, wa kwanza kabisa, ni elimu. Lazima watu wasome, watumie wakati wao kwenye kusoma. Na udhuru wa kusema hakuna wakati huo, ni uongo mtupu. Huo ni uongo mtupu. Tunajua kwamba wakati mnao wa kutazama madhumna, kutazama makeram kucheza mapool table kucheza madrafti kucheza mipira kuangalia matelevishen kukaa kupiga domo kaya tu katika maskani, wakati mnao, lakini kusoma Qurani wakati huo amda, na umri unakwenda. Sasa anayefahamu dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawi hivyo, anakaa kitako akasoma dini yake japokuwa kwa siku, ajua leo nimekwenda msikitini, nimejifundisha kitu kimoja

walionona pingine wangamia wawili wenye wa mimba achukua arudi nao mjini. Yani waambiwe ni, ni nani katika nyinyi iko tayari kila siku asubuhi atoke hapa kwa mguu eh, labda aende mahali takriban mwendo wa maili kumi aende tu kule akifika kule atachukua ng'ombe wake wawili wazuri walionona aje nao hapa mjini. Nani iko tayari? kila siku kifika wachukua tu, hakuna vita, hakuna kuuliza, hakuna kutoa pesa, wachukua tu ng'ombe wako waleta mjini. Ni nani katika nyinyi hapendi hilo? Watu wote watu wakasema nani asiyependa hilo ya Rasulullah? Sote tuko tayari kwa hilo. Nimesema mwendo wa kilomita kumi hivi au kilomita nane kwa sababu al-Aqiq ilikuwa kati yule yuko nje ya Madina. Ukiangalia umbali wake unakaribia hizo kilomita nane mpaka kilomita saba. Ni wadi umepita Madina, umetoka huko, umepitia Muzdalifa, umekuja mpaka umepita sasa hivi umetenganisha baina ya Madina na Jamia Islamia. Umekwenda mpaka ukapita Uhud huko. Sasa, ni nani ambaye hapendi katika nyinyi kutoka hapa tulipo kwenda mpaka Batha au Bathana au, au kwenda mpaka Aqiq akachukua ngamia wawili walionona, wakasema, sote tupenda ya Rasulullah? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallama, kutoka mmoja wenu nyumbani kwake asubuhi akienda msikitini, akasoma aya mbili ni bora kwake yeye kuliko ngamia wawili, wa thalath khairun min thalath khairu min arba wa min al-ibil, na kwa idadi hizo za ngamia hp eh? <laughs> kila siku ukisoma aya moja tu, ukijifunza, ukiweza, elfu yako unapochukua, ngapi? Utasema moja tu yeye au utasema mimi sitaki mimi sitaki, nda zangu na haraka, huu msikiti hautatosha, utasikia lawama, wengine watu kuna upendeleo eh? kuna watu wengine watangulizwa mbele mbele pale, kwa sababu kuna ulua na kuna maslahi ya kidunia. Sasa si kweli kwamba watu hawana wakati, watu wanapuuza, hawataki dini, dini washaichukulia dini ni kitu cha mzaha mzaha Asa, dawa tunayolingania sisi si dawa ya kurembana bwana na kupambana tu, ukampamba mtu vizuri Waislamu nyinyi, mashaallah nyinyi mna msimamo au mna msimamo? Maadamu hamtaki kujifunza dini, msimamo haupo. Hii ni dawa ya kuwaita watu warudi katika usawa. Matatizo yanatusibu sisi katika jamii yetu ni kwa sababu hatutaki haki, tunataka kupambana tu sisi. Maana leo tunakija hapa ni visa vya kudanganyana, tunakuliwazana hatutaki ule ukweli wa dini hasa. Kwa hiyo hatuwezi kujirekebisha nafsi zetu, hatuwezi kutengeneza nyumba zetu, hatuwezi kubadilisha mitaa yetu, kwa sababu hatuko tayari kubadilika. Sasa dawa ya sampuli hizo sisi hatuzitaki, kwa sababu tuna hawa katika nafsi zetu na huku tuomba hidaya. Ni kama vile sasa wewe washika njia waelekea kusini, huko kusini mwa Afrika, waomba ya Rabi nifikishe salama Maka, Maka ipi? Wewe shika njia sio, wala huombi dua kufika Makka, huwezi kufika. Uelekee kule unapokwenda, kule unapokwenda kule ndio uelekee huku, uombe kwamba ya Rabbi nifikishe salama. Sasa wewe hidaya hujaielekea, usimame tu kwenye swala, pengine ukasema ihdinas siratal mustaqim mpaka ujeshtuka ukawa wala dhwallin, amin. Wala hujui umepitapita vipi ihdinas siratal mustaqim. Kwa hiyo nataka kutilia mkazo kwamba katika vitu ambavyo vinatuangusha sisi hii leo, tukawa tu katika mabalaa na hali ngumu, hakuna kitu kingine, si siasa mbovu, wala hali za kiuchumi, wala watawala waovu, wala sijui kitu gani. Ni sisi wenyewe, sisi wenyewe, watu wabaya. Tukirudi katika usawa, Allah tabaraka wataala tutengeneza kila kitu. Hiyo ndio jambo la sawa.